Tanzania na tunajivunia Chuo Kikuu Mzumbe ya leo tarehe 14 Mei 2025. Chuo Kikuu Mzumbe kimeendesha warsha ya mafunzo jumuishi kwa wanataaluma wapya iliyoangazia matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu ya juu. Warsha hiyo imefanyika katika Hoteli ya Morogoro ikiwalenga wanataaluma wapya kutoka Kampasi Kuu ya Chuo Kikuu Mzumbe. Katika warsha hiyo wanataaluma wapya wamepatiwa elimu juu ya matumizi ya rasilimali yani, za elimu huria, e-learning pamoja na matumizi ya maktaba binafsi za kidijitali. Akifungua rasmi warsha hiyo, Kaimu Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe, Profesa Hawa Tundui amesisitiza kuwa matumizi ya akili mnemba yaani, artificial intelligence, ni jambo lisiloepukika katika elimu ya juu. Artificial intelligence sio, sio kitu ambacho niseme kwamba ni, ni, ni au sio, sio, sio crime sio haramu kukitumia lakini kwamba ni namna gani unaweza kukitumia vizuri kabisa wewe kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wako, na no, ukawasaidia wanafunzi wako wakatumia hii artificial intelligence katika kujifunza, maana ni kitu ambacho kipo na hatuwezi kukikwepa. Kwa hiyo tumeona ni muhimu sana pia eneo muhimu kwamba wanataaluma wetu wapya tuweze kuwaelekeza. Profesa Tundui ameeleza kuwa kwa sasa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaandaa miongozo ya matumizi sahihi ya akili mnemba katika elimu na kwamba Chuo Kikuu Mzumbe pia kimeanzisha mchakato wa kuandaa mwongozo wake mahususi kwa ajili ya wataaluma wake. Tuko katika mchakato wa kuandaa mwongozo wa namna gani ya kutumia hii akili mnemba katika kufundishia ili kwamba tuwe huru na miongozo itaweza kutusaidia. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana, yatawasaidia wanataaluma kuwajengea uwezo katika kujifunza na katika kufundisha uh, kozi zao ambazo wameajiriwa hapa chukuu Mzumbe. Katika hatua za mbele zaidi, Profesa Tundui amesema kuwa mafunzo haya ni maandalizi ya utekelezaji wa mfumo blended learning unaotarajiwa kuanza Oktoba mwaka huu, ambapo wanafunzi watasoma asilimia 60 za kuazao kwa njia ya mtandao na kuzulia madarasa kwa nyakati mahususi. Mafunzo haya ni namna ya kuwajengea wanataaluma wetu katika safari ya kutoa uh, programs au kutoa mafunzo kozi mbalimbali mbali mtandaoni ambayo tunaita blended learning blended mode. blended mode, program ambazo tunazo. so, sasa hivi tuna program ambazo zimekuwa approved na TCU na tunaanza kuzitoa mwezi wa kumi, lakini pia ilikuwepo nyingine ambayo imeanza mwaka jana mwezi wa kumi uh, ipo ya, ya, ya monitoring and evaluation katika kitivo cha sayansi ya jamii. Uh, hii blended na-inakuwa inakuwa ina, ina, ina, ina, ina, ni kwamba mwanafunzi hayupo chuoni full time lakini kuna wiki kadhaa anakuwepo, anafunda ana, ana, anakuwepo chuo kikuu yani physically au anakuwepo chuoni, lakini muda mwingi anakuwa anasoma kwa mtandao kupitia mwalimu, walimu wanakuwa wanawafundisha kwa mtandao zaidi. Hii tumeshaanza tunaitumia vizuri sana kwa wanafunzi, wanakuwa wanasoma mahali popote walipo, halafu baadaye watakuja kwa ajili ya kufanya mitihani na kwa ajili ya wiki kadhaa ambazo zimewekwa kwamba at least kuna wiki kadhaa atasoma chuoni lakini, na pia kufanya mitihani inafanyika pia chuoni kwao. Hii tayari sasa hivi tuna kozi ambazo tumeshazianza, lakini tunazo kozi nyingi ambazo tunasubiria TCU wazi wazipitishe ili tuendelee tuna, tunatarajia kupitia hii tutapata wanafunzi wengi zaidi ambao hawana muda wa kukaa chuoni moja kwa moja, lakini ana muda wa kuja wiki mbili au wiki tatu. Kwa hiyo tutaanza hizi kozi natarajia mwezi wa kumi zitaanza rasmi. Asanteni sana kwa pamoja. Chuo Kikuu Mzumbe kinaendelea kujizatiti katika kutumia teknolojia kwa maendeleo ya elimu ya juu nchini Tanzania kupitia wekezaji katika akili mnemba, OER na elimu ya mtandaoni, singi imara ya maarifa umewekwa kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Chuo Kikuu Mzumbe, tujifunze kwa maendeleo ya watu.